Katika kuhakikisha wanafunzi wa shule za msingi pia hawaachwi nyuma, serikali imeendelea kuboresha mazingira ya wanafunzi kujifunza TEHAMA angali bado wako shule za msingi. Tumetembelea shule ya msingi Nduguti iliyopo wilaya ya Mkalama. Hakika tumejionea kazi nzuri inayofanywa na serikali. Tumefika katika darasa, tumejionea jinsi dhamira ya serikali ilivyo kubwa katika kuhakikisha wanafunzi nchini wanajifunza masuala ya TEHAMA wakiwa shule za msingi na hapa wanafunzi wanazungumza jinsi wanavyonufaika na uwepo wa vifaa hivi vya tehama. Naitwa Salma Rashidi, nasoma darasa la tano katika shule ya msingi Nduguti. Nashukuru serikali kwa kutuletea hivi vifaa vya tehama, najifunza kwa vitendo vitu mbalimbali. Zamani tulikuwa tunaona tu, lakini sasa hivi tulikuwa tunaangalia kwenye picha, lakini sasa hivi tunaona uwepo wa vifaa hivi vitatusaidia kufaulu vizuri katika masomo yetu. Naitwa rari Joshua Petro nasoma darasa la nne katika shule ya msingi Nduguti. Uwepo wa vifaa hivi unanisaidia mimi kufikia ndoto zangu. Natamani niwe ya IT, injinia mkubwa wa IT. Kwa majina naitwa Christina Robert Mikaeli nasoma darasa la saba katika shule ya msingi Nduguti. Nashukuru sana serikali kwa kutuletea vifaa hivi vya TEHAMA kwa sababu sisi da, sisi kama darasa la saba vimetusaidia kutupa maarifa mengi. Je, walimu wanasemaje? Mwalimu mkuu wa shule hii, Mwalimu Simon Mole, yeye anasema kuwa vifaa hivi vimewarahisishia kazi katika kuwafundisha wanafunzi. Mwalimu Simon Mole, mwalimu mkuu shule ya msingi Nduguti. Kwa kweli vifaa hivi kama alivyozungumza awali kwamba vina vina, wanafunzi wanajifunza sana kwa vitendo, kwa sababu awali wanafunzi walikuwa wanasoma kwenye vitabu au kuona wa picha, lakini sasa hivi ukisema tu kwamba leo kipindi cha tehama au wanafunzi waingie kwenye kompyuta labu, wanafunzi wanahamasika sana na wanavutiwa sana kujifunza kutumia vifaa hivi. Lakini kilichovutia zaidi ni mmoja wa wazazi ambaye amefika hapa kujionea darasa hili la tehama na jinsi wanafunzi wanavyojifunza. Hii ni baada ya kupata taarifa kutoka kwa mtoto wake kuhusu uwepo wa vifaa hivi hapa shuleni na hapa anasema kuwa: kwa jina mako naitwa Ana Mseni, kwa jina lingine naitwa Mama Joyce. Nashukuru sana kufika hapa shuleni kujionea mwenyewe. Nina mwanafunzi wangu anaitwa Brad Nessi, akija nyumbani ananiambia, mama, leo tumefundishwa kupitia kompyuta, hivyo nikapata hamu ya kuja kujionea mwenyewe na leo mwalimu amenialika hapa, nimejionea kazi kubwa iliyofanyika hapa shuleni. Asante, naipongeza serikali kwa sababu vifaa hivi tulikuwa tunasikia tu kwenye mashule binafsi. Vifaa hivi ni baadhi ya vifaa ambavyo vinapatikana katika shule ya msingi Nduguti. Shule hii inajenga karakana ambayo moja ya kozi itakayotolewa pindi karakana hiyo itakapokamilika ni mafunzo ya TEHAMA. Tunasema gunto kwa serikali, gunto Mkalama, gunto Singida.